Bwana wetu, leo tunakusudia kutoka ndani kabisa ya mioyo yetu kuweka kila kitu mikononi mwako, sio kwa maneno tu, bali kwa uamuzi wa kweli unaotoka moyoni. Maandiko yanasema katika mmoja Wafalme sura ya nane mstari wa sitini na moja mioyo yenu iwe kamili kwa Bwana Mungu wetu kuenenda katika amri zake na kushika maagizo yake. Maneno haya siyo maagizo ya muda mfupi. Ni mwito wa maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa Mungu. Hatuwezi kusema tumempenda Mungu huku tukimpa mabaki ya muda wetu, tukimpa vipande vya mioyo yetu tu pale tunapojisikia vizuri. Leo tunakiri kuwa Bwana anastahili yote: mawazo yetu, ndoto zetu, maamuzi yetu na hata udhaifu wetu. Tunatambua kuwa ahadi ya kweli haiko kwenye hisia bali iko katika utiifu wa kila siku ndani ya machungu, changamoto na hali zisizotabirika. Tunapochoka, tunapohisi tumepotea, tunapolia gizani, tunachagua kubaki upande wako. Tunatambua kuwa kujitoa kwetu si kuhusu kuwa wakamilifu, ni kuhusu kuwa wakweli mbele zako. Nakurudia kusema ndiyo, Bwana, bado ni wewe tunayemtegemea. Zaburi sura ya thelathini na saba mstari wa tano inasema mkabidhi, Bwana, njia zako umtumaini naye atatenda. Tunakubali kuwa wakati tunakukabidhi njia zetu, sio tu sala zetu, bali hata maamuzi yetu, mipango yetu, na hofu zetu, ndipo unapochukua usukani, Bwana. Hatutaki tena kushikilia udhibiti kwa mikono yetu dhaifu. Leo tunakuita uchukue nafasi kuu katika maisha yetu, katika familia zetu, katika kazi zetu na katika mioyo yetu. Hatutakawia tena kungoja hadi tuwe wastahili au hadi tuwe tumepona kabisa, ili tukupe maisha yetu. Tunakupa sasa hivi, tukiwa jinsi tulivyo, tukiwa na imani kuwa wewe ni wa kutosha, kutosha kubadilisha kila kitu. Hatuna aibu kukiri kuwa tunahitaji wewe. Hatutaficha tena ushuhuda wetu kwa sababu ya hofu au aibu. Leo tunasema kwa ujasiri, Yesu ni mwamba wetu, Yesu ni tumaini letu, Yesu ndiye tumaini letu la milele. Kwa hivyo sasa tunainua mioyo yetu mbele zako Tukiwa na imani isiyotikisika, tukiwa na moyo wa shukrani, tukiwa na tumaini jipya. Ikiwa sala hii imegusa moyo wako, andika nina kutegemea Yesu kama ishara ya imani yako. E Yesu, maneno yako katika Mithali sura ya kumi na sita mstari wa tatu yanasema, mkabidhi Bwana kazi zako na mipango yako itathibitika. Tunakusudia kufanya zaidi ya kuomba. Tunataka kuachilia kila sehemu ya maisha yetu. Ndoto, mipango, hofu, maumivu ya zamani, mambo tusiyoelewa. Tunakupa hata vile ambavyo bado hatujavielewa sisi wenyewe. Kwa sababu tunaamini kuwa mikono yako ni salama kuliko yetu, na kwamba mapenzi yako ni kamili hata tunapoyapitia kwa machozi. Roho Mtakatifu tufundishe kusubiri kwa subira tufundishe kutii hata tunapoumia tufundishe kutambua sauti yako katikati ya kelele zote tunaposhindwa kuelewa tunapohisi tuko peke yetu tunapokuwa na mashaka tukumbushe kuwa hatujawahi kuachwa tunakata kauli ya kutokuishi kwa hofu tena Tunakata kauli ya kutomruhusu adui kunyamazisha ushuhuda wetu. Leo tunasema, Bwana, tutazungumza. Tutahubiri kupitia maisha yetu. Tutahesabu kila pumzi kama nafasi ya kumtukuza Yesu. Hatutakubali tena kuvutwa na vishawishi vya dunia au kuvunjika moyo kwa sababu ya kuchelewa kwa majibu. Tunajua kuwa wewe hauchelewi. Wewe hufika kwa wakati kamili. Zaburi sura ya kumi na sita mistari ya nane na tisa inatufundisha, Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa sababu yeye yuko mkono wangu wa kuume, sitatikisika. Kwa hiyo moyo wangu unafurahi na utukufu wangu unashangilia. Tunaishi ndani ya tumaini hilo, tumaini ambalo halitegemei hali zetu bali linategemea uaminifu wako usiobadilika. Tunakiri kwa vinywa vyetu Yesu, wewe ni nguzo yetu, wewe ni furaha yetu, wewe ni nguvu yetu tunapokuwa dhaifu, na utulivu wetu katikati ya mawimbi. Ulitupokea hata tulipoanguka mara nyingi, ulitufuta machozi tulipoachwa na dunia, ulituita watoto hata tulipojihisi kuwa duni. Bwana sasa tunakuomba utumie maisha yetu, shuhuda zetu, maumivu yetu ya zamani na uponyaji wetu mpya. Tutumie kutangaza jina lako. Tutumie kuonyesha huruma yako. Tutumie kuleta tumaini mahali pa giza. Tunakata kauli. Hatutanyamaza tena. Tutaimba, tutaomba, tutashuhudia. Kwa sababu wewe ndiye uliyetuvuta kutoka gizani hadi kwenye nuru yako ya ajabu. Ndiye uliyetugeuza kuwa mashahidi wa rehema zako. Na wewe bado unafanya kazi, bado unaokoa, bado unaponya. Ikiwa ulihisi nguvu ya sala hii, andika gloria kwa Mungu, na shiriki ili wengine pia wapate kuguswa.